Usafi ndani ya kwangu, unajibu kabisa ya kwangu. Umeamka saa nne asubuhi, msichana? Kweli saizi unatoka na ndoo kule, unaenda chooni. Nani akufanyia usafi, we binti? Si ndo nimeamka. Nenda kufanya huo usafi. Saa nne si bado asubuhi au? Ndio ulivyofunzwa kwenu? Au mkataba ukuona kuhusu usafi? Usafi saa kumi na mbili, bibi. Sasa unaniangalia hivyo, mimi na wewe tunaogombi gani? Kisa usafi tu? Si ndio nimeamka kwenda kufanya wewe usafi, au kuna tatizo jingine? Sasa naomba nikuambie kitu kimoja, humu ndani usafi ni saa kumi na mbili kama mkataba unavyosema. Unaamka saa hizi unaniambia kwamba eti kuna shida gani, au kuna tatizo lingine? Unategemea mimi nitakuja kuongea asubuhi, ni kuombe maandazi ya kunywa chai asubuhi? Sikia mimi wa wa na ni ni, nataka nikujulie hali kama nani? Wewe mume wangu? Wewe mtoto wangu? Basi ni swala la usafi. Binti, hii nyumba sio ya kwako, sisi wote ni wapangaji na lazima ufuate sheria, umenielewa wewe? Ule mkataba uliosoma, usafi saa 12 asubuhi

Hivyo vyombo toka jana jioni. Kainati. Mimi kwa tunashare, mama. Sasa unapokuwa na vyombo zangu hivyo, mimi nao muda ndio tunashinda nini? Wapangaji wote wanaenda kazi. Wataka kurudi wakakuta hivyo vyombo. Mimi nakuita na kwambia na au ndo mwingine kama hivyo. Jana asubuhi tumegombana kwa ajili ya mambo ya usafi. Wengine hawakwambii kipenzi, badilika. Sinichukie, najua umundani unasema mama kijacho a magubu ana mdomo, ila mimi sipo hivyo kwa hmm? Kwalii mwenye nyumba akipigiwa picha, hiyo hali naiona. Kwa hivyo ndo kwanza umundani, na wiki moja utatulia, usha maisha yenyewe ya magumu, tutaanzia wapi? Hata kama atakurudisha a badilika a vitu vidogo. naishi mwenyewe, vyombo osha asubuhi, amka fanya usafi, fanya kazi zako. Lakini kama labda leo anloniukalishi chini kwanzia leo kiwa na chochote, niambie mi. Dada hapo nimekuzidi, sio kwa mimba tu, hata kwa umri.

Hivyo una shida gani wewe? Mbona mchafu wewe, kwani shida nini? Kwani shida nini? Uone unachokifanya wewe Mage no, na umekaa tu hapo unamtizama mpumbavu kweli. Yani, humu ndani huyu Mage toka aje, usipomwambia usafi afanyi, sio vyombo vya kwake mwenyewe anavyovitumia. Vyombo vinakaa mpaka siku tatu jikoni. Kwa nini? Ule uchafu unaotupa usiweke hapo, ukimaliza ukautupe. Hii njia ya kwenda chooni, ya kwenda jikoni, jamani, mambo gani hapa tunafanyiana? Usafi wenyewe huwezi, nitakuwa napiga makelele kila siku mimi. Kama nimekuzaa sasa, umekuwa mwanangu sasa. Humu ndani wote wapangaji lakini uchafu kila sehemu, mambo gani? Mage huyu nyumba itamshinda huyu. Chooni umepananuka mikojo kwa ajili yake. Huwa anaenda mwenyewe, wewe unaenda mwenyewe. Usafi unafanya chooni saa ngapi? Saa saba? Mtizame kwanza kwanza, usinijibu. Umeaosha au ndo unakula tu kawaida yako uchafu huko ulikuwa naishi na nani? Nikawaji tena ukaja kupanga huko kwetu. Nani naye anaburuza viatu kama ana mimba changa huyo? Hm, karibu shoga. Asante. Karibu ndugu wangu. Asante Nanula, umekuja kumtembelea baada ya kuwa kimya siku zote hizo, mwenzangu hmm? Nikasema nini, nikutembelee maana, siku tatu sija kuona saluni hmm. Na sio kawaida, nikasema bora nije nyumbani, na humwe udugu hapa, muda wote ulitiatiamaji. Nimechoka. Ina natamani shushe leo, kesho, mwenzangu, kweli nakuona na huyu nani? Naona umepata udugu mpya sasa hivi. Huyu mpangaji mpya, mwali wangu. Naona kweli mnaishi vizuri. Kwa nini tusiishi vizuri na sisi Watanzania? Amani jadi yetu, au kuna tatizo loliona, maana mfukunyuku wewe Ana shida mpole mwenyewe shida yake moja tu uchafu hmm. yaani shida yake uchafu ila binti mzuri mpole anaheshimu. Mpangaji mpya anaisuka jifungia chumbani kwake. Wewe, yes, hmm. Unajali simu baada ya afya yangu kwanza? Mungu naomba, hmm. na unanitikisa, na unamuumiza, na una na una <laughs> mtoto hiki naona enesau mguu kwenye nyonga, oh. una muda unakaza oh. oh. oh.

Yaani mimi kusuka kote huko <laughs> mimi sipate mtoto wa kike huyo uh. <laughs> Huyo ki mi mimi nakwambia.